Bwana si niongee nini? E bwana GSM. E bwana uuzi mkali unatisha. Kuna mshabiki mmoja wa Arsenal kunye hapa amekuja hapa na ameanza kuniuliza, oh, Where you come from. Akaanza kusoma nini logo yangu ya jezi, akaanza kuishika kwanza quality yake. Akasema kwanza hii timu inatokea wapi? Nikamwambia Google, kuiangalia kumbe Yanga. E bwana si tumetisha kwa jezi, yani jezi zetu kali amwapita mpaka hao mashabiki wa Arsenal kunye. Wezi amini kuna mtu kafika dau ijezi. Kuna mtu kafika dau. Kwa hiyo mi ninachofanya nimemwambia tu bwana, mimi kukupa yangu siwezi mpaka zifike. Kwa hiyo nimeoda zingine, kwa hiyo zikifika nitamletea hapa. Nimechukua namba zake za simu. Lakini un ni mshabiki wa Arsenal ambaye kaitaka ijezi. Kumbukeni nipo uwanjani kwenu hapa, na bado natamaatamaa tamaa kupenda vitu vya Afrika.